Mimi ni Dr. Gregory Blasius Mkalao, katika hospitali yetu ya Kitete tuna idara mbalimbali, ambapo mimi natokea idara ya magonjwa ya ndani, ambapo idara ya magonjwa ya ndani sana sana tunahusika na magonjwa yote ya kuambukiza pamoja na yale magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Sasa leo uh, tupo mbele yenu kwa ajili ya kuwaletea Uh, elimu fupi inayohusiana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza moja kwa moja. Tutazungumzia ugonjwa wa shinikizo la juu la damu uh, kwa jina la Kiingereza inaitwa hypertension. Sasa tutapitia uh, katika uh, hint mbalimbali, ambapo tutaangalia maana ya ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu, aina zake ni zipi, na unaathiri zaidi watu wa aina gani. Pamoja na hayo tutaangalia ni matibabu gani watu ambao wanakuwa wanapata huu ugonjwa wanaweza wakayapata, lakini mwishoni kabisa tutaangalia namna gani au njia zipi ambazo ni nzuri kwa ajili ya kuzitumia kujiepusha na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Basi uh ningependa tungeanza session yetu kwa leo kwa kuangalia maana halisi ya ugonjwa wa shinikizo la juu la damu . Shinikizo la juu la damu ni ile hali ambayo msukumo wa damu kwenye mishipa ya damu inakuwa ni mkubwa au sawa na mia arobaini yaani pressure ya mia arobaini uh, chini ya tisini. Lakini hii hii aina ya, ya ya shinikizo la juu la damu au kwa Kiingereza tunaita hypertension, tunasema inaathiri zaidi uh, watu wale ambao wana umri wa kuanzia miaka 30 hadi sabini na tisa, na kimsingi kabisa huo ugonjwa unaingia kwenye kundi la magonjwa yale yasiyo ya kuambukiza, ambapo uh, wataalamu wanawita kama silent killer, yaani ni ugonjwa ambao unaweza ukakuua uka bila wewe ku, kuona dalili zozote, au muda ule ambapo unaona zile dalili, basi tayari unakuwa umeshaanza kupata madhara katika sehemu mbalimbali za mwili wako. Sasa uh, takwimu kutoka kwenye shirika la afya ya uh, WHO inaonyesha kwamba takribani uh, idadi ya watu bilioni 1.28 duniani wameathirika au wana shida ya ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, na kati yao uh, mbili ya tatu, yani mbili ya tatu ya wale wagonjwa wote ambao wameathirika na hiyo shinikizo la juu la damu ni waliopo katika umri wa ujana yaani ina maana kwamba kadiri umri unavyoongezeka ndipo unakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini wengi wao kutoka kwenye ile idadi ambayo wanaathirika zaidi ni vijana. Kwa hiyo sasa, ndio maana aa, Wizara ya Afya na sisi kama hospitali ya mkoa ya rufaa ya Kitete tunahimiza watu basi wao wanafanya Uh, uchunguzi wa mara kwa mara kupima pressure kwa sababu kimsingi yenyewe haina dalili na inaathiri vijana. Kwa hiyo ndio maana tunashauri uh, na tunatoa elimu mara kwa mara kwamba vijana na watu wenye umri ulioenda wao wanafanya uh, check up ya mara kwa mara. Sasa, pamoja na hayo, kwa Tanzania uh, idadi ya watu wanaoathirika na ugonjwa pia nayo ipo kubwa sana. Kuna tafiti ambazo zilifanywa zikaonyesha zikaonyesha asilimia ishirini na nane ya ya ya Watanzania wanaathirika na ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo ni ugonjwa tunaona, ambao unaathiri jamii kubwa katika nchi ambazo zile zinaendelea wanaziita developing country, ambazo tuna, tuna include, au tunajumuisha uh, wale wenye kipato cha chini na wenye kipato cha kati ambapo Tanzania na East Africa kwa ujumla tunaingia kwenye hilo kundi, lakini hizi mbili ni kubwa. Sasa ya kwanza tunasema aa, kwa kitaalamu inaitwa essential hypertension, yani hii ni ile aina ya shinikizo la juu la damu ambayo hakuna sababu maalum au sababu kuu ambayo inasababisha mtu apate ile shinikizo la juu la damu, ila kuna vile visababishi vidogo vidogo, au wanaita risk factor ambazo ndo tunazi tunaingiza humo kwa wale watu ambao unakuta wana magonjwa kama ya kisukari. E, kuna mwingine unaweza kukuta ndani ya mwili wake anakuwa na ana vile vichochezi au hormone ambazo zinazalishwa kwa wingi, ambazo kwa namna moja au nyingine zinawasababisha kwenye damu au kwenye mzunguko wa damu kunakuwa kuna madini ya chumvi ambayo yanabakizwa au yanakuwa ni mengi kuliko kawaida. Sasa kawaida ya chumvi huwa ina tabia ya kuvuta mali kwa hiyo sasa ukiwa na hizo homoni ambazo zinapelekea yale madini ya chumvi yanakuwa yanabakizwa kwa wingi kwenye mwili, basi unakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Lakini sambamba na hayo, kuna magonjwa mengine ambayo ukiyapata au ukiwa nayo ndio yanakupelekea au yanakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata aa, magonjwa au ugonjwa wa shinikizo la damu. Sambamba na hilo, kuna mtindo wa maisha ndio hapo ambao tumezungumzia, kwa mfano kwa vijana unakuta mtindo wao wa maisha, hawafanyi mazoezi, hawazingatii mlo ule ambao ni kamili. Lakini watu wengine wanakuwa wana, wana wanapenda sana au wana, wana matumizi makubwa ya ya pombe ambayo ni moja ni mojawapo ya sababu au tunasema risk factors za kupata ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu lakini sambamba na hayo kuna jamii ya watu ambao wanavuta sigara nao, kwa namna moja au nyingine, kwenye sigara kuna sumu ambayo inaitwa nikotini. Sasa ile nikotini huwa inatabia ikiingia kwenye mwili, inaenda kuathiri kwenye mishipa ya damu. Ikisha athiri mishipa ya damu, kuna kitu kinaitwa inflammation inatokea kwenye kuta za mishipa ya damu. Sasa baada yake baada ya kupata hizo inflammation na process nyingine zinazoendelea kwenye kwenye mwili, inakuwa inakuwekea wewe kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo, hiyo ilikuwa ni ile aina ya kwanza ambayo ni essential hypertension. Kuna aina ya pili tunaita secondary hypertension. Yaani, hii sasa ni aina ya shinikizo la juu la damu ambapo kuna kuna sababu, yaani kuna chanzo kinajulikana au unakuwa na una shida fulani ambayo yenyewe ndio inapelekea wewe upate ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Kwa mfano kuna wale watu ambao wanakuwa wana uvimbe kwenye ubongo. Automatically ukiwa na uvimbe kwenye ubongo, kuna baadhi ya sehemu ya ubongo ukipata huo uvimbe, unaweza ukaathiri utendaji kazi wako wa mwili, na kuna muda mwingine unaweza ukaathiri au ukasababisha vichocheo ambavyo waga vinapelekea mzunguko wa damu kuongezeka lakini pamoja na hayo, kuna baadhi ya magonjwa kama wa tunaita renal stenosis wataalam, yaani mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye figo inakuwa imepungua ile saizi yake au ile unene wake kwayo, hiyo kwa hiyo hiyo nayo inaweza ikakupelekea ukapata shinikizo la juu la damu ambayo inaingia kwenye sababu ya secondary hypertension lakini pamoja na hayo kuna magonjwa mengine ambayo uh, tunaita kwa kitaalamu coarctation of aorta, ambapo hiyo inakuwa kwenye mshipa ile mshipa mkubwa wa, wa aorta nao unakuwa unapata uh, itilafu fulani, yaani kwa namna ambavyo ulivyo unakuweka wewe kwenye hatari ya kupata hiyo secondary hypertension. Lakini kwa jamii yetu kubwa ya Watanzania pamoja na katika hiyo umri ambao tumesema wanaathirika zaidi na na shinikizo la juu la damu, chanzo chake kikubwa ni kutokana na au wanaingia kwenye ile kundi la primary hypertension au essential hypertension, ambapo ndio tunaweka wale watu wanaovuta sigara sana, watu wanaovuta, wanaokunywa pombe sana, watu ambao wanafuata, hawafuati mlo sahihi na mambo kama hayo. Kwa hiyo hizo ndio mgawanyiko au makundi ya ili shinikizo la juu la damu. Sasa tukienda kwenye kwenye visababishi au vitu gani vitakufanya au vitakuweka vita kwenye hatari ya wewe kupata ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu. Ndio hivyo ambavyo tumezizungumzia, tumeshavitaja awali kwenye mtindo wa maisha wavutaji wa sigara au wengine tumbako, wengine wanavuta hadi tumbaku, lakini pia kuna unywaji wa pombe pamba, nani. Pamoja na hayo, kuna kutokufanya mazoezi kadiri inavyoshauriwa. Kimsingi tunashauri kila siku kwa wiki ufanye mazoezi ndani ya siku tano, siku wiki ambayo na siku saba ufanye mazoezi kwa siku tano ambayo, uh, kwa wastani inatakiwa ufanye mazoezi kwa nusu saa kwa hiyo kiujumla, natakiwa kwa wiki ufanye mazoezi kwa muda usiopungua masaa matatu, masaa mawili na nusu. Sasa tukiangalia mtindo wetu wa maisha kwa watu wengi, kutokana na shughuli zetu za kila siku, wengi hawawezi kufikia ule muda ambao ni, ni unakuwa unashauriwa kufanya mazoezi ili wewe ukuepushe na, na magonjwa haya ambayo yasiyo ya kuambukizwa, basi ndio maana tuna tunawaweka tuna watu ambao wasiofanya kazi au wasiofanya mazoezi wanao wanakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa. Na pengine dokta, kwenye upande wa vyakula, kuna vyakula ambavyo mtu akila ama akivitumia mara kwa mara mbali na, na vinywaji, anaweza akawa najiweka kwenye hatari zaidi ya kupata uh, ugonjwa huu chakula. Uh, inashauriwa kwamba ule mlo ambao ni mlo kamili sasa tukienda kwenye kwa ufupi mlo kamili ni upi? Tukisema mlo kamili, inatakiwa uwe ume, yani una, una una makundi yote ya chakula, ambapo hapo tutajumlisha wanga, ambapo kwenye wanga ndio tutakuta vyakula kama wali, utakuta chakula kama ugali, viazi, miogo. Hivi vyote vinaingia kwenye kundi la wanga. Pamoja na hayo huko, kuna mboga mboga za majani, lakini pamoja na hayo huko, kuna matunda na protini ambapo kwenye protini hapo ndio utakuta kuna maharage kuna njegele kuna nyama pamoja kuku samaki, vyote hivyo ni makundi ya protini. Sasa kwenye mlo wako kamili, inatakiwa haya makundi yote yale ya ya ya vyakula yawepo, pamoja na kwenye vitamini. Makundi mengine ya ya ya vyakula kuna zile tumeziita uh, micronutrients kwa Kiswahili chake kama ni virutubisho, unaweza kukuta ya madini, yani vyakula unavyokula huko na vina madini ya chumvi. Ndio maana mda mwingine unapopika mboga unaweka na chumvi, unakuwa una unaongeza baadhi ya vile ambavyo elementi muhimu kwenye mlo wako kamili. Sasa jamii ya watu wengi, kutokana na mtindo wetu wa maisha, kutokana na kipato chetu, wengi unakuta wanakula mlo ambao sio mlo kamili. Kwa mfano unaweza kuta mtu anakula anakula ugali pamoja na maharage, lakini kwenye mlo wake unakuta hamna mboga mboga za majani, au wakipata mboga mboga za majani unakuta hana a matunda ambayo nayo ni aina mojawapo ya, ya ya mlo n ya, ya min ya kundi la chakula ambayo inakusababishia tuseme, umekula mlo ambao ni kamili. Kwa hivyo vyote ukishindwa kuviweka kufi, katika uwiano ambao uko sawa inakuwa inakuweka wewe kwenye hatari ya kupata magonjwa haya ya yale ambayo yasiyo kuambukiza. Lakini pamoja na hayo, sababu moja kubwa sana kwa nini sisi wengi wetu tunapata magonjwa haya yasiyo kuambukiza ni kwamba kwenye milo yetu mingi inakuwa imekontaini chakula aina ya wanga yani, inamaanisha mfano ugali, wali, viazi, miogo ndio inakuwa kwa kiwango kikubwa kuliko aina ye nyingine ya vyakula. Sasa kinachotokea kimsingi, uh, ule wanga ukiingia kwenye mwili unakuwa unabadilishwa kwenye mfumo wa sukari rahisi, au inaitwa glucose, unaenda kutunzwa kwenye misuli, unaenda kutunzwa kwenye ini, lakini kuna muda storage inapokuwa kubwa au kile kiwango cha chakula ambacho kimetunzwa kinakuwa ni kikubwa, kingine kinaenda kubadilishwa kwenye mfumo wa mafuta ndiyo maana mtu nakuta nakula uh, vyakula vya wanga kwa wingi, mwisho wa siku ananenepa, kwa sababu tu ya kile chakula cha wanga kinabadilishwa kinaenda kwa kwenye mfumo wa mafuta. Lakini pamoja na hayo, sasa hivi kuna kuna ile hali ya watu wengi wanapenda sana vyakula ambavyo vinapikwa kwa mafuta mengi. Kumbuke mafuta yenyewe nayo ni ni hatari kwenye mwili wa binadamu, natakiwa upate kwa kiwango fulani, ya kizidi mwilini anaenda kutunzwa, ndio unapata kitambi unapata na vitu vingine na mafuta mengine yanaweza kukaa kwenye mishipa ya damu. Yakikaa kwenye mishipa ya damu, ina maana yanapunguza ile uh, saizi ya mishipa ya damu. Mwisho wa siku, damu inakuwa inapita kwenye pressure kubwa, ndio mtu anakuja kupata ugonjwa wa shinikizo la juu la damu au hypertension.